Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mwanadamu, yaani tunastahilishwa pasipo kustahili. Kitabu cha Warumi 4:4. Lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabii kuwa ni neema bali kuwa ni deni. Kwa sababu gani? Kwa sababu neema haiangalii umefanya kitu gani ndipo ije kwako. Hapana, neema haiji kwa matendo yetu, hapana yule mtu aliyefanya kazi atastahili alipo hela yake aliyofanya kazi, lakini hiyo hela hatuwezi tukaifananisha na neema hapana. Neema inakuja kwa sababu ya unyenyekevu wako wa moyo. Haiangalii kwamba hivi, huyu jana alienda kuhubiria watu kumi, huyu jana aliomba masaa sijui kadhaa. Inaangalia ule unyenyekevu ndani ya moyo wako na hiki ndicho kinachotutofautisha kwamba kuna nini? Kuna ambao wanapata neema na kuna wengine hawana, na wote tuko kwenye nyumba moja, wote tunakuja kanisani, lakini tunatofautiana kimaisha kwa sababu gani? Kila mmoja ana neema alionayo, na kila mmoja ana namna anavyoitumia hiyo neema. Kwa hiyo tunaposema kustahilishwa pasipo kustahili, ina maana ni kuhesabiwa haki kupitia neema ya Mungu ambayo tunaipata kupitia Kristo Yesu kufa pale msalabani. Tunaposema kwamba tunastahilishwa inamaana unahesabiwa haki kupitia neema ambayo neema tunaipata kupitia Yesu Kristo kufa pale msalabani. Na pengine angeishia tu kufa afu asifufuke pia, tusingeipata hiyo neema, lakini alipokufa na kufufuka, tumehitimisha ule ushindi wetu kwamba tayari ile neema ipo, tunatakiwa tuhesabiwe haki. Lakini kumbuka kwamba ili mtu apate haki, haki mtu anaipata kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Ukisoma ile Warumi kumi kumi unasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo, ili upate haki au uhesabiwe haki, itakuhitaji kwanza uamini. Kwa hiyo sasa neema inachokifanya itakuwezesha kwanza, kwa sababu pia kuamini kutatakiwa neno lije kwa sababu imani inakuja kwa kusikia, kusikia neno la Kristo, Warumi 10:17. Kwa hiyo neema inachokifanya itakusaidia kukupa uwezo au kukupa nafasi ya kulisikia neno, kwamba neema inapokuwezesha kulisikia neno leo kesho tena, limekupa nafasi umesikia neno, linaendelea kukujengea imani ndani yako, ambapo utakapopata ile imani unaanza kuhesabiwa haki kwamba wewe unakuwa una haki. Pengine ulikuwa unatafuta haki ya kuwa mzima kwenye afya, kwa hiyo neema imekupa nafasi ya kusikia neno kuhusu uponyaji, kuhusu uzima, kuhusu kwamba Yesu alibeba fadhaa zetu zote pale msalabani. Umeyasikia yote yako, ukaanza kuamini, kumbe mimi nina haki ya kuwa mzima, nina haki, sitakiwi kuumwa, oh Kumbe natakiwa sasa nikachukue kwa ile haki. Ukienda pale ile, sasa neema imeshakufungulia na umepata ile haki, una haki ya kupata uzima, lakini sasa itakuhitaji ufate hatua ya kwenda kwenye ukili ili upate ule uokovu wako wa ile afya. Kwa hiyo neema inakuwa kama mzunguko, itaanza. Neema inakutafutia nafasi ya kwenda kukupa wewe uwe mtu mwenye haki. Kwa hiyo itakutafuta, itakuja, itafute neno, iende kwenye neno. Ikitoka kwenye neno, aha, huyu mtu ameshaanza kuamini, imemletea kwenye imani, ameamini kote yale, ameshapata haki. Kama amepata haki, huyu hataki kuwa maskini, ameshapata haki ya kuwa tajiri, ana haki ya kuwa tajiri. Yani hivyo, unajua mtu mwenye haki hatuendi kubembeleza kwamba nipe nipe Bwana. Yaani, haki na maana unatakiwa kukipata on the spot <tipati> kwa hiyo unaposema kwamba nina haki ya kuwa tajiri, ukiona mpaka saa hizi bado unasota bado uko kwenye, kwenye msoto wa kiuchumi, ujue kabisa bado hujakaa katika neema ikufunulie neno katika hilo eneo ili uweze kupata kuamini, na ukipata kuamini uweze kutembea nalo mpaka uone ule udhihirisho ambao tutauona kupitia Roho Mtakatifu. <tipati> Kwa hiyo wewe fikiria, kitu gani kinanisumbua? Nimeokoka sawa, tayari neema ile ya wokovu tayari nimeshaipata lakini kuna vitu vingine vinanisumbua, nifanyaje? Nahitaji neema inifunulie kwenye hiki kitu, neema inifunulie kwenye eneo la biashara kama Mungu anatuambia yeye ndio atakaye tufundisha, mpaka tupate faida. Tung'ang'ane hapo, Mungu atufundisha, ambia neema yako Mungu, sasa inipe namna ya kunifundisha mimi niweze kupata faida. Wenzetu huko nje wanafundishwa kwa namna zao kwao, na sisi huku ndani neema ipo ya kutufundisha. Kama inaweza kutufundisha kukataa mabaya, inaweza kutufundisha pia hata kwenye mambo mengine ambayo ni mazuri, hmm. kwao sasa. Kazi inabaki kwako, ili ile neema iweze kufanya kazi, unatakiwa uipe nafasi. Hakikisha umepata neno lako ambalo litakupa haki, na hii ikupe sababu ya kwamba kila napoenda kanisa nisiende ni tu kama natimiza wajibu, ila niende kwa sababu kuna haki ninaitafuta, kuna haki bado sijaweza kuiishi. Ninatembea sana kwenye maisha ya uongo, ninadanganya sana na sipendi, kwa sababu natafuta hii neema inisaidie, inipe neno ambalo litaniondosha kwenye hilo eneo na niweze kuishi maisha ya uhuru. Ukiishi kwa staili hiyo, yani utajikuta leo umeshamaliza hiki, unaamia sasa hapa, nimeshapata haki na nimeshadhihirishwa kile kitu, naenda kwenye stepu nyingine. Kitu gani kinanisumbua au nina uhitaji gani?